Kwa kweli kama ulivyoona bango ile, kijiji cha kukomesha wameeleza changamoto yao kwamba hawana barabara kabisa kabisa kabisa. Mimi mwenyewe nimekuja na wajumbe wale, wamekuletea barua, Mheshimiwa mgeni rasmi. Tuna matumaini kubwa kwamba tutapata jawabu, najua tutapata jawabu. Sisi mhoi! Basi bila kuchukua muda Naomba tu niseme tunawapenda sana karibuni sana Mfereji, asanteni sana hoye! Sisi mhoye! Kazi na utu! Kazi na utu! Kazi fawala, fawala, fawala! wawa, wawa. na utu kazi endelee, baba nandasoolaa naaaana anasowalegwamrani bunge na mgeni rasmi katika tukio hili muhimu kwa wenzetu wa Mfereji hapa viongozi wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa kata, lakini pia viongozi wa serikali wakiongozwa na mama yetu mama Shoa ambaye ndio kata tarafa, lakini na viongozi wote mlioko hapa pamoja na viongozi wa mila na wananchi wote wa Mfereji. Sitaki niongee sana, kwa sababu ahuu sio rafiki kwa wafugaji. Kuna watu wanatoka lengo lo kule, kuna wanaotoka huku Warikitejo, kuna wanaotoka murua lakini kikubwa, mheshimiwa mbunge, mara ya mwisho ilipita hapa Mfereji mwaka elfu mbili na kumi na nane wakati natokewa ingaruka kupitia njia hiiaani, sio mgeni katika kata hii. Nimehudumu katika halmashauri ya wilaya Monduli kwa zaidi kama miaka kumi, tukianzisha hizi shule zilizoko hapa mpaka hizi za kitumbele tunapita kwa watu waliingidwa na Monduli kwa hiyo sio mgeni kikubwa ilichojifuza mheshimiwa mbunge hizi nyuso hizi zinaashiria zina safari nzuri sana ya mama Samia pamoja na ubunge wa Monduli. Nikiangalia hizi nyuso, tumepita kwingi, lakini hizi sura za furaha na bashasha, huu ni mtaji mkuu wacaa mtu anasomeka usoni vizuri sana lakini, kitu kubwa nilichoona, maendeleo Mfereji yameingia kwa kasi, maendeleo yameingia kwa kasi kwa sababu kulikuwa na hiyo shule iko hapo leo, kuna nyumba pale na Yona, ilikuwa haipo ile nyumba na ile fence, inaona nyumba za bati karibu sehemu nyingi sana lakini hata watu walikuwa wavaa hivi, siku hizi watu wanavaa wanavaa vizuri na wanajua kuvaa alafu leo walisema wasiweke yaani zi okay, wa ni Chama cha Mapinduzi. Angalia soda zilizoko mezani zote za Chama cha Mapinduzi, hizi mbili, wapi zimeletwa wapi? Ukiangalia hata nguo, ukiangalia hata nguo wanazozifaa, sina wasiwasi na ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Niwatakie siku njema, lakini napongezi kwa kujenga jengo letu zuri ambalo mheshimiwa mbunge ameweza kulifungua. Hii ni safari moja nzuri tunayokwenda katika mwezi unaokuja uchaguzi, mwezi wa kumi. CCM oyee! CCM oyee! Nimesikia kina mama walikuwa nasema tunamembeleza mama Samia, tunamembeleza CCM inayoongozwa na mama Samia, mama Samia tunashukuruni sana, asanteni. Kata ya Mfereji ina maji safi ya bomba kutoka chemchemu ya mlima Monduli, ambavyo vijiji vinavyonufaika na maji hayo ni vijiji vitatu tu: kijiji cha Kumesha, kijiji cha Mfereji na kijiji cha Emurwa, na katika vijiji vinne vinavyounda kata ya mfereji kijiji kimoja ya pekee cha Donnaro hawafaidi maji safi ya bomba yanayotoka kwenye chemchemu ya mlima Monduli. Hivyo unao mradi unaofadhiliwa na serikali kuu wa bilioni moja nukta mbili unaounganisha mtandao wa maji kutoka chanzo cha maji cha mlima Monduli hadi donyona ado takriban kilomita 65 mpaka kufika kule. Mradi huo ulianza, lakini umekuwa ukisuasua kwa sababu ya mkandarasi aliyepewa kazi ile kutokuwa na ushirikiano na wakati mwingine hata kuendeleza mradi kwa hatua aliofikia, amekuwa ni mzigo mzito. Mheshimiwa mgeni rasmi, miundombinu ya barabara kata ya Mfereji ina barabara moja tu nyonyooka kitongoji cha Mbopo na kuingia shule ya msingi Mfereji, na vijiji vingine havina barabara halisi. Baraba, barabara ya kutoka kijiji cha Emurua kuelekea Inonyona Ado inepewa kwa mara ya kwanza tu na ambako sasa inahitaji marekebisho makubwa na wiki moja iliyopita, tumetangaziwa mkandarasi atakayeendelea na ukarabati na kutengeneza barabara ya Ndonyona Ado hadi Emburua. Kijiji cha Komesha hakina barabara rasmi inayounganisha na barabara kuu na barabara kuu, hivyo hata wakati unapita una kukagua jiwe la kukagua na kuzindua jiwe la msingi uliona bango lililoandikwa na wananchi wa Komesha kwa kilio cha kuomba barabara ya kuunganisha kata ya Mfereji na kijiji cha Komesha. Aidha, kijiji cha Mfereji kuna korongo kubwa hapa mita mia tano kutoka hapa ambayo imekuwa ni tatizo kubwa kuunganisha kata ya Mfereji na kijiji mama cha Mfereji. Kila mwaka wakati wa mvua barabara hiyo imekuwa haipitiki. Mshongen rasmi, ujenzi wa jengo la ofisi ya kata mshongen rasmi, ujenzi wa jengo la ofisi ya kata mfereji ilianza mwaka 2016 kwa kila kijiji kuchangia fedha ya yes, shilingi cha milioni 5.5. Kuchanganua ujenzi ni kama ifuatavyo: e, mchango kwa nguvu za wananchi milioni 41, fedha toka halmashauri milioni saba, fedha toka mfuko wa jimbo ambao asilimia mia moja umekuwa mstari wa mbele, fedha hizo kupatikana milioni kumi, na jumla ya ujenzi ni shilingi milioni 58. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka ujenzi kukamilika, jengo hili la ofisi ya kata limegharimu fedha kiasi cha shilingi milioni 58. Pamoja na mafanikio ya miradi iliyotajwa hapo juu, kumekuwa mm -hmm. na changamoto nyingi katika kata hii, lakini kwa leo hususan katika ofisi hii mpya uliozindua leo, mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto iliyopo ni kama ifuatavyo: ukosefu zamani za ndani ya ofisi ambazo ni meza, viti pamoja na kompyuta na umeme kwa ujumla haujafungwa. Changamoto zingine za jumla, barabara ya kuingia na kutoka Komesha, zahanati hakuna kijiji cha Komesha, hakuna ofisi kijiji cha ndonyona ado na barabara ya kwenda indonyona ado ambayo hivi sasa itakarabatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, ninaomba kukabidhi risala hii ya ufunuzi wa jimbo la ofisi ya afisa mtendaji. Bila kuchukua muda, kwa kuwa muda sio rafiki, naomba nikukaribishe ili weze kuwasalimia wananchi wa Mfereji. Asanteni sana. Ni wenzangu wa Mfereji na Naemoru wa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kwanza ni washukuru sana. Niwashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa ya kuja kufungua ofisi ya mtendaji wa kata ya Mfereji kwangu mimi ni heshima kubwa, na washukuruni sana sana. <coughs> na nimekuja ratiba imepangwa leo, <coughs> lakini kila mtu akaniambia umewaonea watu wa Mfereji kwa sababu leo ni siku ya soko, kwa hiyo watu wataweza kujitokeza. Ratiba ni ngumu, lakini kweli tukajaribu kurekebisha ratiba tukashindwa lakini niseme ukweli kama mmejitokeza hivi nipata kurekebisha ratiba ya nini tena yani mmejitokeza wengi wa kutosha lakini sio wengi tu mmejitokeza mkiwa na hamasa kubwa na jua miundo mbinu ya mfereji ilivyo naelewa nimeona ujumbe wa komesha lakini doni nado hivyo hivyo na sehemu zingine hata barabara hii moja naelewa sana, lakini kweli kweli kujituma na wote kutokea kwenye mkutano kama hivi, kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu na washukuruni sana, sana. Sana, sana mfereji. Kila kiongozi ni ndugu yangu awali, ndugu zangu, na ndio maana wamenipa ushirikiano siku zote. Mheshimiwa Juani, najua hanaga maneno mengi, lakini kila ukikaa naye muda mchache ambayo anaongea, mi mara nyingi ananichekesha, nacheka sana. Ni mtu mcheshi, lakini hana maneno mengi. Kwa hiyo nakuheshimu na sana, mheshimiwa diwani, na nakushukuru kwa ushirikiano ambao umenipa siku zote kwenye kata hii ya Mfereji, kwa kazi ambazo tumefanya. Mimi ukiniuliza leo kitu gani ambacho nitajivunia nacho kwenye nafasi hii ambayo nimepata ya uwakilishi kama mbunge wa Wanamunduli, mimi nitakujibu jibu moja tu, Idoonyo Nadoo basi. Ukiniuliza umefanya nini Munduli, kwa haraka haraka, mimi jibu langu la kwanza nitakwambia Idoonyo Nadoo basi. Kwanza nasema hivyo wakati umekuja kwenye kampeni wakati ule mwaka 2020. Tulifika kwenda Doonyo Nadoo. Na mnaelewa vumbi la ile poda ya Doonyo Nadoo, ile barabara, gari zilizama, lakini tunamshukuru Mungu tulifika, na tulifika kwenye mkutano. Mnaufahamu mti wa pale Doonyo Nadoo ni mkubwa, ni mkubwa kuliko huu. Walikuja wananchi wamejaa pale kwenye mkutano na mimi bado naangalia siasa. Sasa nafikiria na hao wananchi wametokea wapi? mkutano hufika jioni saa kumi na mbili, wanaenda wapi? kwa upeo wa macho yangu sikuona hata nyumba moja, kwa upeo wa macho yangu ambao hao watu wanakwenda. Lakini ndio sehemu tulifanya mkutano mzuri wa upendo lakini pia na mwishoni ndipo ambapo nilipata beberu kubwa kupita sehemu zote, bila ya buduli <laughs> kwa hiyo huyo liondoka inaonyaadoo kwenye mazingira magumu, lakini nikaondoka na zawadi yangu kubwa beberu. Nikaenda kuchinja nyumbani ni tulikula ukoo mzima tukumaliza hata siku moja. Lakini lakini nimefika kwenye kitabu kile cha kusaini pale nikakuta sio kwamba hawakupenda, lakini viongozi ambao wamefika pale, mara ya mwisho ilikuwa miaka mitano iliyopita, kwa sababu ya miundombinu na changamoto zingine zote. Watoto walikuwa wanasoma kwenye banda pale. Kwa hiyo mi nikaahidi, nikawaambia wanad na nado, sijapata ubunge, lakini auhakika naenda kupata ubunge kitu yangu ya kwanza nikaenda kuangaika kuhakikisha nabadilisha maisha ya wananchi wa Idonyo na Tro, niliangaika na shule na ndio mnaita shule shikizi, lakini ndaita kama shule ya msingi. Nilikwenda kumwona mzee Toima pale Borets Manjiro, na wakati ule nimefika nilikwenda na katibu wangu Makamble nanu nilikwenda pale kwa sababu mzee Toima alikuwa amepata fedha za kuboresha shule yetu ya msingi ya Ngarash. Nikafika pale nikamsalimia mzee Toima, tukaongea. Akaniambia, naomba mipango ya shule ya Ngarash. Nikamsikiliza, nikamwambia, mimi sina mpango wote, nimekuja kukusalimia. Tukamaliza chakula. Baada ya chakula, nikamwambia mzee najua ngarashi ni nyumbani lakini mimi nimekuja kwa agenda Idoonyo Nadoo. Akaniambia ni wapi ngama, mzee utapata futa, utajua. Namshukuru Mungu, nashukuru Mungu sana, nawashukuru watu wa Eklat Foundation kwa sababu waliangalia kwenye ramani kutumia mitandao, wakaambiwa Idoonyo Nadoo hakuna watu wa kutosha, kwa tuwezi kujenga shule kwao. Akasema ikabidi kutengeneza zile habari zile namba zile, kutengeneza kuonyesha kuna watu wengi doonyo nadoo, lakini namshukuru Mungu tumefanikiwa kujenga shule nzuri sana donyonado, lakini tumefanikiwa pia kupeleka hata na umeme doonyo nadoo, kupeleka na umeme. Fedha yangu ya kwanza ya mfuko wa jimbo ambayo ilikuwa shilingi milioni 7.5 nimeingia mwaka 2021 fedha mfuko wa jimbo ilikuwa milioni 45 na tano. Milioni 45 kwenye milioni 45, kati ya kata 20 na kati ya vijiji 62 vya wilaya ya Monduli, hela yangu ya kwanza milioni 7.5 nilipeleka idoonyo na doo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mfereji, mtanihukumu kwa mengine, lakini sio kwa idoonyo na doo. Na kwa ujumbe wa leo nimekuja sasa kubeba jambo jipya la watu wa Komesha, ujumbe mzito sana, nimekuja kubeba ujumbe mzito sana watu wa Komesha. Unajua, ukiwa mwanasiasa alafu ndo miezi yenyewe hii. Kwa ukiangalia ile bango, mimi nilikuwa nasoma kule chini tu mitano tena basi <laughs> unasoma kule chini mitano tena, lakini sisomi bango, nasema nini? <laughs> <laughs> kwa hiyo nilvokuja kutulia vizuri, nikasoma kwamba tena nimebebeshwa ni wajibu mkubwa wa kijiji cha Komesha. Ndugu zangu, nimewasikia ndugu zangu, naomba niseme nimewasikia, nimewasikia vizuri sana, na kweli vijana mmelibeba bango lile tangu tunafika mpaka hapa mwisho, na mmelibeba kwa hisia, wala haikuwa mlikuwa mnataka kabisa nisome ule ujumbe. Na barua pia nimeipokea, nilikuja nayo pamoja mwenyekiti wa chama wa kata. Kwa kweli nimelibeba ili jambo, niseme kama niliweza kufanya Doonyo na Nagoo, basi Nakomesha Mungu atatujalia tn nitafanya kabisa, nitafanya kabisa. Tumekuja jamani, tuna barabara. Mmesikia kila mtu anaongelea changamoto ya barabara, na kweli changamoto ipo, lakini naomba niendelee kuwatia matumaini, niwatie matumaini kwa sababu wenzetu kwanza wakiiche donyo na doo, ambao ni wa kata hii ya, ya hapa Mfereji, wapo kwenye utaratibu ule kwa ule mradi wa magadi soda. Mradi wa magadi soda tulikwenda pale Ngaruka na waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Jafo na mkuu wa mkoa Makonda kwenda kuzindua ulipaji fidia, na fidia ile ya magadi soda, namfahamu kwamba mwambo wa magadi soda upo kote tunakutembea, lakini kwa maana ya utafiti ndio wameamua ujengwe pale. Kwa hiyo ilikuwa ijengwe Kenya, ilikuwa ijengwe kule Lake Natron kwa muda mrefu, lakini watu wa mazingira wakajenga hoja kwa ikasogea upande wetu zaidi. Kwa hiyo kwenye vijiji vinne ambavyo vinahusika na magadi soda iko Donyo na nado iko Mbash iko Rendeni iko na Engaruka juu. Sasa pale tumetoa fidia ya bilioni 14.4 4 ambazo bilioni 6.2 zililipwa kwa watu mia 5 99 ambao ni wa vijiji hivi vinne wakiwemwa vijiji vya Mfereji. Ni pesa nyingi, ni kweli, na nimeambiwa sana kwamba fidia ile imeharibu sana soko la mbuzi kila sehemu, kwa sababu watu wana pesa sasa, lakini na waombeni tuangalie zaidi ya ile figia. Kwanza siku ile nilipata fursa, na kitu kikubwa ambacho nilikiomba na ambacho kilijibiwa, nilisema nilishukuru serikali ya Masamia kwa barabara ambayo inatoka Kigongoni kuelekea Selela mpaka Engaruka, lakini nikasema kwa sababu ya kiwanda hiki cha magadi soda ambacho kilikuwa historia kwa miaka mingi, na sasa hivi serikali imelipa fidia na mwezi watano, wa tano mwekezaji anakabidhiwa kiwanda mwezi watano, wa tano anakabidhiwa kiwanda. Nikasema sasa serikali haina budi kujenga barabara ya lami inayotoka Monduli mjini kupandisha Monduli juu mfereji kuelekea Engaruka. Nawaombeni sana ndugu zangu wa mfereji. Mradi huu ni mkubwa sana sote, mradi huu sio mlangoni, mradi huu mradi huu, mradi huu uko sebuleni. Tuangalie kila na kila namna ambavyo sisi tutafaidika kwa maana ya mipango ya muda mrefu kwa ajili ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Sawa, ndugu zangu, kuona waumeni sana. Nimesema nimekumbuka hilo, nikasema hilo ni muhimu sana tuhakikishe tunashirikisha kiuchumi kwenye jambo hilo. Nimalizie, tumekuja kufungua ofisi ya mtendaji wa kati na wamesema kazi ya wananchi ni milioni 40. Nimesikia kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kujichangisha wenyewe, nikasikia fedha nyingine kutoka halmashauri, lakini kama ambavyo nilifanya doonyo na doo Mheshimiwa diwani, hujue jinsi ambavyo naipenda tena kata yangu wa Mfereji, nami naanza kuita kata yangu kata yangu ya Mfereji, kata yangu wa mfereji, mfereji, nikatoa tena shilingi milioni kumi kumalizia hii ofisi. Namshukuru sana Mungu, namshukuru Mungu sana kwa sababu niseme fedha mfuko wa jimbo lazima nishukuru ofisi yangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuutendea haki mfuko wa jimbo kwa wilaya ya Monduli. Tumehakikisha mfuko wa jimbo wetu wa mbunge ambao mara nyingine unatumika vibaya, lakini tumehakikisha angalau tumekwenda kwenye kila sekta, lakini pia kuweza kugawanya kwenye kila vijiji, lakini kidogo kwa sababu ya mbunge mfereji kidogo nimependelea zaidi kwao. Hongereni sana sana, ongereni kwa kazi nzuri eh. Kumi na tano ni siku kuu katika kata yetu ya mfereji, ni siku ya kumshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya uwepo wako mbunge wetu wa jimbo letu la Monduli. Tunakushukuru sana sana, tunakupenda sisi wakina mama sana sana sana, lakini sio kwa ajili ya zawadi uliotupa, na sio kwa ajili ya ya ya hii kuja kutufungulia au kutuzindulia osi yetu ya kata yetu ya mfereji, ila tunakupenda tu kama kawaida, tunakupenda kama tunako tunavyokupenda hayati baba yako Edward Ngoyai Lowassa, tunakufaridisha sana sana. nasi isiwe leo ndio siku ya mwisho. Iwe ni siku ya kwanza na kuendelea mbele ku. Asanteni sana. <laughs>